Mtazamaji wa Kam TV Tanzania, karibu katika exclusive interview ambayo siku ya leo uh, tutazungumza mambo mengi sana na pengine, um, umekuwa ukisikia, lakini ukiona juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, na hasa tumemsikia uh, Chionda akizungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya ya dini, imani na mambo mengine ya kihistoria. Hapa leo tutajikita zaidi katika maeneo hayo na, <coughs> na tutakuwa na moja kati ya mtu maarufu sana na mtu muhimu sana katika masuala kama haya, atayafafanua kwa kina katika series hii ambayo tutakuwa nayo katika hichi kipindi chote, na haya yote ni kupitia Come TV Tanzania uh, usikose kufuatilia kwenye platform zetu zote za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, lakini pia vile vile YouTube channel hapo tutapata na mambo yote yatakuwa yamekaa vizuri sana. Nyuma, kamera, tutakuwa naye Daniel Michael Director DMG. Mimi nayekuongozea haya yote naitwa Mr. Kamti Z, ambaye pia unaweza kunipata kwenye mitandao mitandao yangu ya kijamii kwa Facebook, Twitter na Instagram kwa jina la Mr. Kamti Z. Ndugu yangu, karibu sana kiongozi uh, mtu bingwa sana na kwanza watu wa kufahamu, na pengine tuende kwenye mada yetu ya leo ambayo tunaita God is dead. Tutajikita zaidi kwenye hiyo mada na tutaangazia mambo mengi sana. Karibu sana na pengine ujitambulishe na watu wa kufahamu ni nani, ili tukienda kwenye mada moja kwa moja, okay. Tuwe tuna msingi mzuri. Karibu. uh, sawa, mimi naitwa Daktari Tomic Simbeye uh, ni mtaalam wa masuala ya jamii pamoja na geopolitics kiundani. Naam, sawa, anaitwa Mr. Tomic Simbeye okay. Sawa ndugu yangu, kwanza, kitu cha kwanza ambacho eh, tungependa kujua, umesikia, umeona, umetazama kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, umemsikiliza eh, Chionda, umewasikiliza viongozi wa dini, umewasikiliza wanaharakati mbalimbali mbali wa kiimani kwanza tupe picha halisi na tupe mtazamo wako juu ya kile ambacho kinazungumzwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii juu ya maswala mbalimbali ya kihistoria na imani kwa ujumla na dini zetu. Mimi nafikiri watu wameshaanza kupata uelewa mm -hmm. juu ya masuala ya dini eh, na masuala yanayoendelea ya, ya kiimani sana mm -hmm. Chionda ikazungumza kitu ambacho kipo kabisa na wengi hii what I'm trying to preach is the black gospel watu hawataki kusikia speaking ya dini. Tukizungumzia dini, dini imekuja kuwatawanya watu, yani ni kitu ambacho kinatakiwa kisiwepo, na nadhani wengi mnaweza mkashtuka, yani inatakiwa isiwepo. msome Karl Marx. Karl Marx kasema kwamba religion is an opium, yani ni kama ni kitu ambacho kinakufanya ulewe, kinatakiwa kisiwepo, na akaamini kwa kusema kwamba kama itatokea jamii ya aina yoyote ambayo haina matabaka mm hasa -hmm. dini na maana gani huyo? Okay. Ni Karl Marx, watu hujarudi kwenye Karl Marx anaamini hivyo. Karl Marx ni nani? Labda pengine watu ambao wanatamani kumfahamu, Karl Marx ni mwanafalsafa ambaye amezungumzia maswala ya dini na matabaka mbalimbali mbali. Kama jamii yoyote haiwezi ikaexisti pasipokuwa na matabaka, na hamwezi hamwezi mkanipinga hata siku moja matabaka matabaka yapo mm -hmm. Leo, kesho, kuna kuna matabaka ya kidini, kuna tabaka ya kirangi, yapo kila sehemu, yanaendelea hasa dini ya nini. Ndio maana Karl Marx anasisitiza hivyo. Kwa hiyo alichokuwa nakizungumzia Chionda ni kitu ambacho kipo kabisa. Mimi nimesoma ni bachelor sociology, kuna somo linaitwa sociology of religion. Ndio mambo aliyokuwa anazungumzia Chionda ndo hayo, yaani mm hicho -hmm. kitu ni kipo kabisa. Uh, kwa mtazamo wako wewe dini ni nini, mm. Sababu pengine watu wasijue lakini wakawa wanajua kwa tafsiri zingine vile ambavyo watu wana, wanaelezewa kwa sababu wanaelezewa kana kuna utofauti kati ya dini na imani mm. E, tofautishie hapa dini ni nini na pengine inahusiana vipi na ina imani, okay. mm. Tunapozungumzia dini kwa mataka ya kawaida tu, wameweka kama ni imani ya kitu fulani. Kwa hiyo tunapozungumzia dini ziko tofauti tofauti, ndomaana tu tuna dini ya Kikristo na tuna dini ya Kiislamu. yaani dini tunasema ni mkusanyiko wa imani ya yeah, ndo maana halisi ya dini mm -hmm. kwa hiyo tunapozungumzia e, dini mbili ambazo kubwa ni Ukristo mm -hmm. na Uislamu mm -hmm. lakini tumeenda mbali, zipo nyingi. Kuna Hinduism, kuna Paganism, zote zipo hizo. Nietzsche amezizungumzia Secret, amezizungumzia. Mm. Max amezizungumzia. Yani zipo nyingi lakini kubwa mm. zilizotawala mm. ni hizo mbili mm. ambazo ni Ukristo na Uislamu, lakini ndani ya Ukristo kuna domination tofauti tofauti, na ndo kitu ambacho hapo tunakuja kuona, ku, kuungana na Chionda ambacho mi kila siku nabichana na watu. Mi napokea kesi, mdada ye ni Mkatoliki alipewa mimba na mkaka ambaye ni Mpendekoste lakini wazazi wamekataa kuwaunganisha iwe ndoa kwa kuwa huyu ni mpendekoste huyu ni Mkatoliki, lakini wote wana Mungu mmoja. Sasa kuna maana gani ya kuwa na dini kama Mkatoliki hawezi kuolewa na Mloteli, Mloteli hawezi kuolewa na Mpendekoste? Kuna maana gani ya dini? Ndo hao hayo ambayo alizungumza na Karl Marx kwamba dini imeletwa ili kutuletea matabaka, dini imekuja ili itugawanye sisi, that's the black gospel. Yani, huo ni ukweli ni ukweli ambao usiopingika kabisa. Ni ukweli kwamba dini imekuja kwa lengo la kututawanya sisi. Hatuwezi mm. kupinga hicho kitu. Uh, na tumesikia kwamba kwa, kwa wale wanasema dini zimetoka magharibi, zimetoka Asia, wamekuja nazo Afrika, na tunataka kujua kidogo kwako kwa wewe kwamba uh, Mtazamo wako wewe kuhusiana na hizi dini zilivyokuja, zimekuja kumsaidia Mwafrika, zimekuja kusaidia watu wa Afrika au zimekuja kwa lengo jingine, kama vile inavyotajwa kwenye, kwenye mitandao ya wa kijamii na watu wengine wadau mbalimbali? Dini ililetwa ili eji kututawala sisi mm. na ndio maana mtu yoyote ambaye yuko conscious. Mm. amefunguka kimaarifa, awezi akafuata hizo unajua kuna utaratibu ambao umewekwa ambao hupo kwamba mtu anaamini kwamba akienda kanisani basi ndo iko hivyo, akienda msikitini iko hivyo, wakati wasipojua kwamba ibada ni sehemu yoyote, hata hapa tulipokaa tunafanya hiki kipindi ibada, mimi nitakiwa nifanye ibada hapa kivyangu. Jifungie wewe ndani, sali na Mungu wako, uone kama mambo yatokee. Okay, fanya kazi sari kwa bidii, jifungie wewe fanya ibada zaku za siri uone kama mambo yayatokei okay. Hizi dini zilileta kwa ajili ya kuja kututawala ah, sisi yani, mkubali mkatae. Sasa nitarudi kwenye pointi yangu, anakuambia Mungu amekufa. Sasa eh, kabla tujafika hapo kwa, <laughs> kwa kuelewa kwanza, hapa tupate kaftunatalaztupate kwamba kwamba dini tunasikia, uh, mini, uh, mini vyombo vya habari tunasikia viongozi wa dini wanatuambia kwamba uh, dini imeleta amani, imeleta utulivu, imeleta upendo, yani something kama hivyo, na pia kuna amri kumi za Mungu, usiue, usizini. Kama dini inaelekeza vyote hivyo, inafundisha vyote hivyo, iweje dini imeleta, imeletwa kwa ajili ya kugawanyisha watu? Nionyeshe mtu yote ambaye anazifuata amri kumi za Mungu, mimi naacha kipindi saizi Niambie mtu ambaye atamani, niambie nani leo ambaye azini, niambie nani ambaye aibi, niambie nani ambaye adanganye, niambie hapa, mtangazaji, mimi niache kipindi sasa hizi, niambie ambaye nani anazifuata hizi amri kumi za Mungu. Huni, jamani, huu ni utaratibu ambao wazungu waliuleta waliuleta sisi kwetu. Sisi Waafrika tulikuwa tuna dini zetu, tuna mababu ambao tunaomba miungu yetu sisi. Hizi dini zimeletwa kwa ajili ya kututawanya sisi. Watu shtukeni, dini zimekuja kwa lengo la kututawala sisi. mm -hmm. Dini haileti amani, ndugu zangu. Kama ingekuwa inaleta amani watu wa Iraq huku asingekuwa na uwana mm huko -hmm. E, wa Palestina wasingekuwa na uwana Dini zimeletwa ili sisi kututawanya. Na mtu yote waangalia wa, wa, kwa mfano wa wakina Chionda walianza kuzungumzia hao. Kuna mtu anaitwa Kiungo alianza kuzungumzia hiyo vitu. Angalia IPM alianza kuzungumzia hiyo vitu muda mrefu. Mm -hmm. Na hizi kwa... injili ndo watu hataku hata ku, ku, ku, ku, kusikia, ndo maana sisi tunachokipreach hapa. This is the black gospel. Mm -hmm. Kubali, kataa. Okay. Na huo ndio ukweli. Okay. Sasa umeongelea ume, ume, ume kuhusu concept ya God is dead. Labda tupate tafsiri halisi kutokana na kitabu chenyewe cha huyo bwana au kutokana na historia na kutokana na uzoefu uh, nini maana ya God is dead? Hii ni falsafa Friedrich Nietzsche aliandika. God is dead. Mungu amekufa, akimaanisha kwamba utandawazi umemuua Mungu utandawazi umekuja kuua dini. Enlightenment, it has killed God. Alitabiri kwamba teknolojia itakuja kuua kabisa, itamuua Mungu kwa namna gani?